Yes, habari yako? Karibu tena darasani, karibu niangalie, nifuatilie. Leo nikufundishe nywele nzuri sana, inaitwa havana havana plus. Utachukua nywele yako ya havana, alafu utaifungua kama hivi, theni utapaka mafuta kama hivi, alafu kisha paka mafuta, utaanza kusuka. Nitakufundisha jinsi ya kusuka, wewe nifuatilie hapa, nikufundishe jinsi ya kusuka lakini kipekee napenda kumshukuru Mungu, tumeweza tena kukutana kwenye darasa lingine. Sawa, nikukumbushe mwanafunzi ambaye ni mpya, wewe ambaye ni mara ya kwanza kuniangalia, usiache kusubscribe. Hakikisha unasubscribe channel yetu kwa kupata mafunzo pindi tunapokuwa tunayaachia. Tumeelewana? kwa hiyo ukisubscribe, unakuwa wa kwanza kabisa kupata mafunzo yetu. Aa, wakati ambapo tunakuwa tunayaachia. Tumeelewana, mwanafunzi wangu, jina langu ni Marietha, mahali ambapo tulipo ni Mabibo Royola. Nikukumbushe, jina langu ni Marietha, nifuatilie sasa hapa, mwanafunzi wangu. Lakini wewe ambaye ni mwanafunzi unatamani kujiunga na urembo, karibu Marietha Beauty School ja kufundisha kwa weledi kabisa, mpaka na wewe utajua jinsi ya kusuka na wewe utakuwa salunisti bora kabisa mwenye viwango vilivyotukuka. tumeelewana mwanafunzi wangu mzuri? Basi niangalie hapa, ni kufundishe jinsi ya kusuka nywele yetu, hii inaitwa Havana, Havana ekapo mbele, Havana Plus. Kwa hiyo inaitwa Havana Plus. niangalie sasa hapa, ni kufundishe mwanafunzi wangu vizuri kabisa, ili na wewe anapokuja mteja wako uweze kumsuka hii nywele vizuri kabisa. Tumeelewana, mwanafunzi wangu okay? Nikwambie tena wewe ambaye ni mwanafunzi na unatamani kujiunga urembo, karibu Marietha Beauty School. Mahali tulipo ni Mabibo Royola, ada zetu pia ni nafuu sana, na unaweza kulipa kidogo kidogo, au unaweza kulipa kwa awamu kwa full course, ada yake ni shilingi laki tano lakini kwa single course, ada yake ni shilingi laki moja na nusu Na fursa ambayo tunayo nzuri, unaweza kusoma kozi moja mojamoja. Kwa mfano ukisema mimi nataka kusoma kusuka tu, inawezekana. Au ukisema mimi nataka kusoma makeup peke yake, inawezekana. tumeelewana eh? haya niangalie sasa hapa mwanafunzi wangu mzuri, nikufundishe hii nywele ya Havana nzuri kabisa, ni staili mpya, ni nzuri. Kwa hiyo na wewe jifunze hapa, ili mteja wako akija, usishindwe kumsuka hii staili mpya, alafu ni nzuri sana. Umeelewana mwanafunzi wangu yeah? ni Niangalie hapa, utafanya hivi, utachukua nywele yako kama hii hapa. Then utaanza kusuka hivi, angalia, utachukua nywele yako kama hii Utaanza hapa hapa, utaokota kwenda kwa chini. Niangalie, nasuka kama noti, sio kama noti, ni not in. Angalia sasa hapa, naenda chini hivi, nitakwenda hapa, nitarudi tena hapa. Naendaje madam? Wakati naenda naweka hichi kidole cha kwanza juu ya hii nywele, theni nazipata hapa nywele zangu tatu Alafu nakuja kuweka hii nywele yangu hapa katikati, then nachukua upande huu wa mwanzoni na huu upande wa mwanzoni narudi hapa katikati tena. Angalia ninapokuja kuipachika nywele yangu hapa, unaona, naiweka hivi, nazitenga hivi tatu, ili wewe unaona kabisa sehemu ninayopachikia nywele. Unaona, nakuja kuiweka hapa. Nikishaiweka hapa, naenda naenda hapa, narudi hapa, na na hapa, na hapa. Niangalie mwanafunzi wangu mzuri hapa uh, utajilimit rasta za kuweka. Kwa mfano umetaka ziwe nene kidogo, basi unaweza kuweka mara tatu, lakini kwa mfano ukitaka ziwe nyembamba kiasi, kama hizi za kwetu ambavyo zipo hizi, sio nene wala sio nyembamba. Ni nyembamba kiasi. Kwa unaweka tu, unaweka mara mbili niangalie hapa tena mwanafunzi wangu, nikwambia utapita na kidole chako cha gumba na cha kwanza huku, ona navyopita napita chini ya hizi nywele zangu hapa, lakini ninapopita napita na vidole vyangu viwili hivi hapa. Napita na hichi hapa cha kwanza na hichi gumba hapa chini. Umeona, angalia tena. Napita kwenda kule. Napita na vidole vyangu viwili vipi? Hichi cha kwanza na hichi gumba, napita chini yake, ona nyuma yake hivi. Hapa narudi tena kule. Kwa hiyo hapa kwenye kunoti utanoti kama mara mbili au mara tatu au mara nne, kwa kadiri ambavyo utapenda iwe na urefu fulani kutoka hapo chini mpaka utapokuja kuweka rasta. Mimi sipendi ziwe refu sana, kwa hiyo nitanoti kama mara tano hivi, alafu nakuja kuweka rasta hapa. Angalia, nakuja kuweka rasta yangu. Umeona, ziko pisi zangu tatu, naiweka moja hapa katikati, kati ya hizi nywele, then nitakuja kupokea huku mwanzoni na nitakuja kupokea na hapa hapa tena, usigeuke, unaweka rasta. Angalia rasta yangu nitavyoiweka, niangalie vizuri, mwanafunzi wangu, alafu usiwe na haraka, nitakuelekeza mpaka utajua hata kama hujui kusuka knot. Ukiniangalia hapa, na wewe utajikuta umeweza kusuka knot. Sawa, tunasuka mfumo wa noti, lakini mwisho wa siku, huku mwishoni tunaweza ukaona hizi wimbi ambazo unakuja kuziachia, tunakuja kuzibana kwa juu, then itakuwa ni staili moja nzuri sana. Niangalie hapa vizuri mwanafunzi wangu, na wewe uweze kuelewa hii staili nyepesi na ni nzuri. Niangalie tena hapa, nimekuambia unapita chini ya hizi nywele. Ona, ona ninavyopita, napita na vidole vipi viwili, hicho gumba na hicho cha kwanza, napita chini kwenda kuchukua hapa, ndio nitapita tena kuja kuchukua hii nywele iliyoshikwa huku. Ona. Napita tena hapa chini, niangalie ninavyofanya ninaenda upande mwingine nikiwa na vidole vyangu viwili, lakini nikakwambia ukisha noti hapa, usifanye pakawa parefu sana, sawa? alafu unakuja kuanza kuweka rasta, angalia jinsi hapa navyoweka rasta. Ona navyoengezea hivi, nafanya hivi, nachukua rasta yangu hii hapa. Nikisha ichukua rasta yangu naiweka hapa katikati hapa, angalia mwanafunzi wangu anapoweka hapa Mm-hmm. Kona huo ukichukua utaiweka sehemu hii hapa hapa. Ikisha kaa hapa, ni rahisi. Huyu ataambatana na huyu hapa, wataenda pamoja, na huyu atakuja hapa peke yake. Kama hivyo, unarudi tu unasuka kama kawaida, kama noti. Tumeelewana na mwanafunzi wangu mzuri? Basi usiache kuendelea kuniangalia hapa, huendelea kuniangalia hapa na kuelekeza tena nywele nyingine na nyingine mpaka uweze kuelewa. Tumeelewana, basi nikukumbushe wewe ambaye ni mwanafunzi mara ya kwanza kunifuatilia, hakikisha una subscribe channel yetu kwa kupata mafunzo endelevu, na kipindi tunapokuwa tunaachia basi, wewe unakuwa wa kwanza kupata mafunzo yetu. Tumeelewana? Angalia, nimekuambia tuna note hapa chini, ona tukiwa tuna, tuna note hapa chini, tunapita tuna upande mwingine kwenda upande mwingine, lakini upande mwingine napitaje, madam? Ni rahisi niangalie hapa, nikakwambia ukiwa unapita simone, napita na vidole vyangu viwili. Vipi, hichi hapa na hichi hapa hapa. Napita nachukua hapa mone, narudi tena hapa, tayari imetosha. Mimi kunoti ikisha tosha, nakuja kuchukua rasta hii hapa, naweka rasta yangu. Angalia, sunaona hivyo vinywele vyangu vimegawanyika, viko moja, mbili, tatu kuiweka nywele yangu hapa katikati ya hizi nywele zangu. Nikisha iweka hapa hii ambayo ni ya tatu, kule itabebwa na huyu na huyu naye atakuja kumbebea wenzake huyu hapa. Umeona? Okay, ngoja nijitahidi tena unielewe mwanafunzi wangu, naona kama hujanielewa, ngoja nikuelekeze tena nikuambia, utaipokea huku mwishoni ukiwa na eka rasta, then itakuja hapa mwanzoni hapa. Alafu utaunganisha na hao wengine utakuja tena utaipokea hapa, halafu utaipokea na hapa. Tayari hapo imetosha kuweka rasta, nikakwambia inategemea, kama wewe unapenda ziwe nene, basi utaongeza. Uh, jinsi ya kuweka hapa, umeona, si tumeweka mara mbili. Kwa hiyo unaweza ukaweka mara tatu zinakuwa nene au hata mara nne kama unapenda ziwe nene zaidi hapa, na unatakiwa uji limit wakati wa kuweka rasta, usiweke tu bila idadi. Tumeleana, mwanafunzi wangu mzuri. Haya, niangalie hapa, nimekwambia nanote hapa. Nanote vipi? Madam, ni simple, unapita huku chini, napita na vidole vyangu viwili hivi hapa, gumba na hichi cha kwanza, napita hapa kuokota. Ona nikisha maliza kuokota naigawa hizi nywele zangu, si unaona ziko tatu? Nikishazipata hizi nywele zangu tatu, naanza kuweka rasta yangu. Nikiweka rasta yangu naiwekea hapa auna, na ninapokuja kuiweka rasta ni hapa hapa katikati ya hizi nywele zangu hivi. Tumeelewa na umeona ambavyo ni rahisi? Yani ni rahisi, ukiniangalia mimi hapa dakika moja tu, na wewe unasuka hii knotless Jamani, noti sio kitu kigumu, ni rahisi sana. Niangalie vizuri hapa, ukiniangalia vizuri hapa na uhakika kabisa, mpaka unamaliza uh, kuangalia na wewe ukijifunza, na wewe ukikaa ukimsuka mtu utaweza kwa urahisi kabisa, hata kama hujui. We niangalie tena hapa na kuelekeza vizuri kabisa, mwanafunzi wangu. Basi nipende kukwambia wewe ambaye ni mwanafunzi unatoka mkoani, usijali hosteli zipo. Lakini wewe ambaye ni mwanafunzi unatamani kujiunga na urembo, karibu Marietha Beauty School. Bado tunapokea wanafunzi na gharama zetu za mafunzo ni nafuu sana, na uzuri wa Marietha Beauty School kiasi ambapo umemaliza kusoma, sisi kama chuo tunakutafutia sehemu ya kuenda kufanya kazi. Kwa hiyo unasoma na ukimaliza tu unakuwa na ajira yako mkononi. Umeona fursa ambayo ilivyo nzuri? Angalia hapa, nikuelekeze jinsi ya kusuka. Umeona nimekuambia utapasua pesi zako tatu kama hivi, then ukishaanza kusuka unapita chini hapa. Ukishapita chini hapa, zikisha kaa level fulani hivi, yani zisiwe ndefu sana. Umeona hapo tu, huo noti hatuja noti sehemu kubwa sana. Alafu nakuja sasa kuanza kupachika. Ona rasta yangu inakaa hapa katikati hapa ikisha kaa hapa na kuja kuunganisha na huyu, tunaenda sasa huyu anarudi hapa chini, na huyu anarudi hapa umeona. Tunasuka tu kama kibutu, lakini sasa mwingine hapa si anakuwa ajui kusuka knotless. Kwa hiyo hapa nimekufundisha masomo mawili kwa wakati mmoja, yaani kwa mfano kama hujui kusuka knot, ukiangalia hapa inakuwa rahisi, lakini yule ambaye ni mara yake ya kwanza anakuwa naye amepata mwanga. Kwa hiyo hapa hutakuwa hauelewi kabisa, kuna kitu unakuwa umepata ukiwa unaniangalia hapa, wewe ambaye haujui kabisa. Lakini yule ambaye anajua pia, kuna kitu unakuwa nimemwongezea hapa. Tumeelewana? Aya, niangalie tena hapa mwanafunzi wangu, nikuelekeze tena. Hii nywele nyingine hii hapa, angalia vizuri kwa umakini. Nimekwambia utakata pisi zako tatu kama hivi umeziona? Ehe. Ukishazikata hivi napita kwenda kule upande wa kushoto. Ona. Napitaje? Napita na vidole vyangu viwili. Hivi hapa. Nitapita na hichi cha kwanza na hichi gumba. Ninapita kwenda kuchukua upande mwingine. Kwa hiyo ni rahisi. Angalia, umeona tu nywele zangu nimebana kwenye mikono yangu, nimebana kwenye hivyo vidole vyangu vingine lakini sasa ninapitaje kwenda kuchukua huku? Ninapita hapa chini, na nikipita hapa chini napitaje? Napita na vidole vyangu viwili. ngoja Nitakuelekeza tena jinsi ya kupita hapo chini, lakini nikishafika hapa nitachukua rasta yangu hii hapa ambayo ni rasta ya Havana. then nitakuja kuiweka hapa katikati ya hizi nywele zangu, ona. then nitarudi hapa alafu nitakuja tena kupokea upande huu mwingine ikishapokea upande mwingine na kuja tena kuweka rasta. Angalizo, angalia limit jinsi ya kuweka rasta hapa. Usiweke nyingi. Angalia hapa sisi tumeweka mwisho mara mbili tu. Kwa hiyo sasa na wewe nikakwambia utaenda kwa kipimo ambacho umependa. Kama umependa kuweka nene, basi utaongeza kipimo sawa sawa. Kipimo vipi? Hapa mimi nimeweka nywele mbili, wewe unaweza kuweka tatu mpaka nne. Umelewa na haya, niangalie hapa tena, mwanafunzi wangu, nikuelekeze. Utaisuka hii mpaka mwisho, alafu ukifika huku karibia na mwisho utaifunga kama hivi. Unaona, utafunga, alafu hayo mawimbi sasa yatakuwa na kazi, nitakuonyesha kazi yake baadaye. Umeelewa na yes. Haya, niangalie tena hapa nikuelekeze, ili na wewe uweze kusuka hii nywele vizuri kabisa. Kwa hiyo niangalie hapa, mwanafunzi wangu nikuelekeze jinsi ya kusuka nywele yetu ya Havana. Ni nzuri mno jamani, haka kasteli yani, ni kazuri yani, ni kazuri mpaka kazuri tena. Sasa niangalie hapa nikuelekeze tena jinsi ya kuisuka hii nywele yetu na namna ya kuanza huku mwanzoni kabisa. Tumelewa na mwanafunzi wangu mzuri. Lakini sasa nipende kukwambia wewe, ambaye ni mwanafunzi unatamani kujiunga na urembo karibu Marietha Beauty School, mahali tulipo ni Mabibo Royola. Lakini pia kama una nywele yako nyingine, unapenda mimi nikufundishe, naomba niandikie kwenye sehemu ya comment, niambie madam Marietha, naomba nifundishe nywele hii, nami nitakufundisha vizuri kabisa. Haya, niangalie hapa. Mara moja nimekwambia, ukiwa unapita huku chini, sawa, napita na vidole vyangu viwili hivi hapa, utapita na gumba na kidole cha kwanza hivi Ona, umeona eh? Nikishamaliza sasa kuinoti na hama na badili, umeona eh? Nikisha ibadili nikishika hivi kawaida, umeona so, ziko pisi zangu tatu, naweka nyingine hapa katikati ya hizi nywele zangu, lakini nikakwambia kiasi, ambapo unaweka hapa, usiweke nyingi. Ona, mimi nimeweka mara mbili tu na hii itakuwa ni mara ya mwisho mimi kuweka, umeona eh? Nikishamaliza hapo nitaisuka tu, sawa eh? Nitaisuka mpaka karibia na mwishoni kule, lakini nikishafika kule mwishoni nitaifunga. Umeona hey, naifunga kama hivi. Na mwanafunzi wangu mzuri. Basi. Aa, kama kuna sehemu ambao unakuwa ujaelewa, unakuwa unarudirudi nyuma vile unaangaliangalia tena, sawa? Okay. Kwa hiyo kwa nyuma zitakuwa na mwonekano kama huu hapo, mm -hmm. Nyuma zitakuwa zimebaki na mawimbi kama hivi. Maona mawimbi yake alivyokuwa mazuri basi sasa wewe ambaye ni boss, unatamani kupata mdada kutoka Marietha Beauty School. wewe niambie Madam Marietha mimi nataka mdada kutoka kwako nami nitakupatia hata kama uko wapi yaani namaanisha uko hapa Dar es Salaam, upo nje ya mkoa upo sehemu yoyote wewe niambie Madam Marietha mimi nataka mdada kutoka kwako nitakupa mdada aliyejifunza kwetu mafunzo yake ndani ya miezi minne, na akaweza vizuri kabisa. Nina imani hautamjutia kabisa. Kwa nini? Kwa kuwa tunawafundisha vizuri na wakitoka hapo wanaweza kabisa. Imagine, unaona hii nywele ambayo iko hapo, huyo ni mwanafunzi. Alikuja kabisa akiwa hajui hata kushika butu, lakini leo hii ameweza kusimama mbele ya kamera na ameweza kusuka na anawaelekeza wanafunzi wenzake, yes. Umeona? Kwa hiyo na wewe mwanafunzi ambaye hujui kabisa hata kushika butu, ni kutoe hofu, ukasema jamani, mi waga nasikia watu wakienda kusomea beauty ni mpaka wawe wana idea yoyote ya kushika nywele. Hapana, ilikuwa ni zamani sana, lakini sasa hivi tuko walimu, tunafundisha vizuri Nakwambia, tunafundisha vizuri. Ina maana hata kama hujui kushika nywele, sisi tutakufundisha mpaka utajua. Na uzuri, ukishajua haurudi tena nyumbani ukasema kwamba jamani, naenda kuwa tegemezi tena nyumbani. Hapana, ukishajua, tunakutafutia sisi wenyewe kazi. Tumeelewana kwao? Unamaliza chuo, unaingia na kazini. Umeona kitu ambacho ni kizuri sana, safi, kipekee. Napenda kumshukuru sana Mungu. Feedback ni nzuri. Uh, wanafunzi wetu wakifika mahali wanapendwa na hawarudishwi, wanaonekana wanaweza kabisa. Huo uh, utukufu ni wa Mungu. Ni Mungu peke yake anatusaidia, tumeelewana naye. Kwa hiyo na wewe pia unaweza ukija kwetu. Jamani, inawezekana, we niamini na unielewe nachokuelekeza, tumeelewana wanafunzi wangu nzuri, okay. Basi usiache kabisa kusubscribe wewe ambaye ni mwanafunzi, ni mara ya kwanza unanifuatilia, hakikisha una subscribe ili usipitwe na mafunzo yangu mengi na mazuri, pindi ninapokuwa nayaachia, tumeelewana. Lakini nisiachie mbali wewe ambaye ni, ni, ni makeup artist, unapenda makeup nzuri ambazo hazichuji, nita, nitafute nitakupa makeup nzuri sana sawa. Lakini makeup zetu pia ziko bei tofauti tofauti. Kwa mfano, kuna makeup ya laki kuna makeup ya laki mbili, sawa, kuna makeup ya laki tatu. Kwa hiyo ni wewe tu kiasi ambapo utapendelea, utaniambia, madam, nataka vifaa vya laki tatu. Nitakufungashia vifaa vyako vizuri na vinakuwa vimetimia, lakini ukiniambia unataka vifaa vya laki moja inawezekana pia kabisa, tunaelewana. Popote ulipo, mimi na kutumia kwa uaminifu mkubwa kabisa, sawa. Mwanafunzi wangu, basi niangalie tena hapa, nikuelekeze jinsi ya kusuka hii nywele vizuri kabisa, na huu unakuwa ni mstari wangu wa mwisho mimi kukuelekeza kuelekeza, mwanafunzi wangu mzuri. Lakini ni nikwambie pia wewe, ambaye ni mwanafunzi unatoka wana mkoani, usijali, hosteli zipo na kiasi ambacho umebahatika kujiunga na Marietha Beauty School ukamaliza chuoni kwetu, sawa, ukasema jamani, madam, mimi sitaki kuondoka hapa, nataka niendelee kukaa, inawezekana. Kwa hiyo kuendelea kukaa, unaenda kazini na unarudia kwenye hosteli za chuo. Tumeelewana sijui hapo? Ngoja nifafanue vizuri, nimekwambia. Kwa mfano, umekuja umesoma kwetu umemaliza hiyo miezi minne, ukasema jamani, mimi sitaki kuondoka, nataka niendelee kubaki hapa hapa chuoni. Inawezekana. Na unabakije? Unabaki kwenye hosteli za chuo, lakini wakati huo huo unakuwa unaenda kazini, na ukirudi unarudia kwenye hosteli za chuo. Umeona fursa ambayo ni nzuri, Marietha Beauty School wako nayo. Hakika hii ni ya kipekee, upate mahali pengine popote maana wengi wao mtu akishamaliza basi anakuwa dili naye , lakini sisi bado tuna dili na wewe. Hakika tumejikita kwenye kukwamua wasichana wa dada. Tumeelewana eh? Ndio. Kwa hiyo, kwa hiyo hii sio ya kukosa kabisa, ni ya kukimbiliwa. Kwa hiyo na wewe kimbilia fursa hii nzuri sana. Tumeelewana, mwanafunzi wangu mzuri. Lakini mahali ambapo tulipo ni Mabibo Royola, tumeelewana. Ada zetu ni nafuu sana, na unaweza kulipa kwa awamu. Kwa mfano kwa single course ni laki na nusu. Ada single course, namaanisha nini? Yani uh, unapenda kusomea kitu kimoja, labda tuseme napenda kusomea makeup, sawa? Kwa mwezi mmoja ni laki na nusu, lakini ukasema madam, mimi nataka kujifunza tu kusuka mitindo yote na yenyewe hiyo ni laki na nusu kwa mwezi mmoja, tumeelewana. Sasa kwa full course ambayo ada yake ni laki tano, na ukimaliza hapo unapata na cheti, na ukishamaliza cheti pia tunakutafutia na sehemu ya kwenda kufanya nini, kufanya kazi, tumeelewana. Basi kipekee nipende kumshukuru Mungu kwa wewe kunisikiliza na kunifuatilia mwanzo mpaka mwisho, tumeelewana. Endelea kuwa mwenyeji wa Marietha Beauty School, utanufaika na pia utafaidika. Mafunzo ni mazuri sana, lakini nipende kukuambia wewe ambaye ni mtazamaji umenitazama, hebu fanya tendo la kiungwana like, share. Hakikisha una share bwana, watu watujue, kama wewe ambavyo umetujua, tusaidie kushare kwa watu wengine, watufahamu Tumeelewana eh? Ndio, ukifanya hivyo Mungu atakubariki sana na pia nikakwambia, usiache kuandika nywele yako nyingine ambayo unapenda mimi nikufundishe. Tumeelewana eh? Niandikie nywele yako hapo, niambie madamu Marietha, mimi napenda unifundishe nywele hii hapa, nami nitakufundisha kwa weledi kabisa, nitakufundisha vizuri mpaka nihakikisha umeelewa. Tumeelewana eh? Ndio, sasa basi wewe ambaye ni bosi Unataka mdada kutoka Marieta Beauty School, nimekwambia usijali, wewe ni cheki popote ambapo upo, na na uhakika, ukipata mdada kutoka Marieta Beauty School hutamjutia. Uhakika huo ninao, uhakika <laughs> huo nina ninao, tumeelewana okay. Basi nitapenda nikuonyeshe sasa huku mwishoni, jinsi gani ambapo tunazifanya We, wewe tulia hapo niangalie, bado sijamaliza. Tulia hapo niangalie, nikuonyeshe huku mwishoni kabisa kiasi gani, yes, ambapo tunamalizia muonekano wetu wa mwisho. Tunaelewa naye sasa. Basi ah, nikwambie wewe ambaye unatoka mkoani usijali, hosteli zipo na gharama yake ni nafuu sana, lakini usiache kusubscribe. Hakikisha una subscribe kwa mafunzo mengine endelevu na mazuri. Jamani, mafunzo ni mazuri kwa hiyo hakikisha una subscribe ili usipitwe na mafunzo yetu, pindi tunapokuwa tunayaachia hapo. Tunakuwa tumemaliza umeona, kwa chini zinakuwa zina mawimbi kama haya, then unakuja unaanza kuzibana, utafunga kama hivi. Ukishamaliza kuzifunga, tutaanza kuzikata, utazipunu hizo ambazo zimekaa ovyo ovyo, unakuwa unazipunguza. Sasa unakuwa una shape hapa, umeona shamaliza kuzikata tutashona mwishoni wake, unakuwa na kidoti kama hivi. Umeona, umeona hii style ilivyo nzuri? Ni nzuri sana. Hebu na wewe mshauri mteja wako asuke wa hii style, uone atapenda ma. Umeona, umeona na atapendeza sana. Umeona kwa juu inavyoonekana vizuri? Basi huo ndio unakuwa ni muonekano wetu wa mwisho, na mimi napenda nikushukuru sana kwa kunisikiliza na kwa kunifuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi nikushukuru, lakini pia nikwambie karibu tena kwenye mafunzo yangu mengine. Unaweza ukabana hivi, unaweza ukaziachia, unaweza ukabana hivi. Ona, umeona, hata ukiziachia pia zinakaa vizuri, lakini pia unaweza ukabana kama hivi. Hii ni mibana tofauti tofauti, ila sisi leo tumependa kubana huu hapa wa kidoti. Kwa hiyo na hata hiyo mibano mingine ya nyuma niliyo kuonyesha inawezekana kabisa. Baibai, bye bye, na karibu tena kwa mafunzo yangu mengine.